Hii ndiyo ardhi ya hekari 78 ya shule ya upili ya wavulana ya Malindi High mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi ambayo kwa sasa imezua utata baina ya wanafunzi wa jadi shuleni humo, baadhi ya wakaazi na serikali. Utata huo umejiri baada ya serikali kuu kupendekeza kuanzisha mradi wa ujenzi wa taasisi ya mafunzo ya utabibu KMTC pamoja na mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Muungano wa wanafunzi wa jadi katika shule hiyo ukiongozwa na mhandisi Mumba Hinzano, wamesema miradi hiyo miwili haifai kuendeshwa katika mazingira ya shule, kwani huenda ikahitilafiana na masomo ya wanafunzi. Hinzano pia anasema ardhi ya shule ya ekari sabini na nane ni ndogo mno kwa maendeleo ya miradi ya shule tofauti na serikali kutaka kutengewa ekari ishirini kwa miradi hiyo miwili. Sisi tunasema ile land ni kidogo, lakini ukiweka affordable housing pale kwa ile land na watu wakuja, watu aina yote, hawa ni wanafunzi, na umeleta watu wa aina yoyote, hata wengine labda ni watu wa madawa, italeta msukosuko kiasi na disiplini ya shule na mambo kama hayo, na pia kupokonywa zile eka ishirini kutoka kwa ile land ya Malindi High School italeta athari kubwa sana, maanake sasa labda unahitaji kiwanja cha mipira zaidi itakuwa ngumu sana kwa sasa. Wanataka serikali kuchagua sehemu mbadala kutekeleza miradi hiyo tofauti na kung'ang'ania ardhi ya shule, wakisisitiza kuwa kawaida taasisi ya mafunzo ya utabibu inafaa kujengwa karibu na hospitali. ni kitu ambacho kila mmoja wetu amekataa ni kuwa na mpango kama ule kwa uwanja wa shule na KMTC yenyewe inatakikana iweko karibu na hospital. Kwa upande wao wakazi eneo la Kasufini, eneo karibu na shule hiyo, wakiongozwa na Joseph Maluki, wamekosoa serikali kuu wakidai mkutano ulionuiwa kukusanya maoni ya umma uligeuka kuwa mkutano wa kisiasa na kukosa kuwasilisha maoni yao. Cha kushangaza ni ya kwamba public participation iligeuka kuwa mkutano wa kisiasa, maana tunavyojua sisi ni ya kwamba public participation ni mkutano ambao umekuja kukusanya maoni ya kila mmoja na hatukupata nafasi ya kuuliza yale maswali ambayo tulikuwa nayo kama jamii. Ni kwa nini uh, ilifikia uamuzi ya kwamba uwanja wa shule ndio uletewe affordable housing. Wakati huo huo, Juma Kilo ambaye ni meneja wa ofisi ya mbunge wa Malindi Amina Munyazi, amesema waliandaa mkutano wa kukusanya maoni ya umma na wahusika wakuu, huku akitaja miradi hiyo kama yenye manufaa kwa jamii na hata maendeleo ya shule hiyo. Ile public participation ilifanyika kama mwezi mmoja uliopita, kwa sababu tulikuwa tumeomba ile ardhi pale kujenga KMTC na affordable house ndio tukaenda tukakaa pale mikutano pamoja na wale wakubwa pamoja na county commissioner na governor. So watu wa affordable house pamoja na watu wa KMTC waki collaborate pamoja wanaenda kutujengea perimeter wall, na kuna majengo mengine ambayo yako na asbestos, ambazo zile mabati zile hazitakikani tena siku hizi pia wale wamesema ya kwamba wataenda kutoa zile zote na waweze kuweka hizi mabati za kisiku hizi ambazo ndio serikali imerecommend. Nikiripotia Coco FM, naitwa Joseph Jira, Coco FM, ladha ya Pwani.